Bana uh, baada ya tambiko, baada ya tukio fupi la tambiko, najua ni siku tatu takribani zimepita. Tumefanya tambiko maeneo haya hapa, na ilikuwa kama utani, wakati tuko hapa, waandishi wa habari kadhaa, lakini pia wananchi pamoja na machifu, lakini na uh, vikundi vya ngoma vilikuwepo hapa. Sasa tukafanya tambiko takribani masaa kama kama manne hivi na tukamaliza. Baada ya hapo, kufikia usiku muda saa saba mvua ilishuka nyingi sana na mpaka leo inaongea. Uh, jana usiku mvua imenyesha na ni mvua ambayo inanyesha kistaarabu, na watu wengi, napata komenti nyingi, wanauliza kwamba je, kilichofanyika pale ni uchawi au ni kitu gani? Maana mpaka sasa hivi bado watu wanajiuliza kutokana na kipindi cha nyuma kuchelewa mvua na maamuzi ambayo yamechukuliwa na wananchi wa eneo hili hapa kwenda kwa chief, kumshirikisha kuhusiana na hili na chief akachukua maamuzi ya kuwaruhusu kuja kufanya tambiko, ambapo iliongozwa pia na chief mwenyewe, bila kusahau kusahau afisa utamaduni eh, halmashauri, alikuwepo hapa sasa Leo nimeona nifike kwenye ngome hii ya chief eh, kuja kumshukuru kwanza. Cha kwanza kabisa mimi nimpongeze kwa maamuzi hayo, lakini pia uh, kuja kumuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na hili. Watu wengi wanaulizana huko na watu wengi wana comment kwenye kurasa tofauti tofauti za, eh, za, za, za, za Ushuani kuhusiana na hili e bwana chief, kwanza nikupe hongera sana, lakini pia bado hatutochoka kuhusu kujitambulisha. Tunajua anakufahamu sana, lakini kuna tutapata mtazamaji mpya tena kutu, kupitia youtube yetu kwa faida yake. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi naitwa chifu, naitwa Mwene Anthony Tadeo Wangao. Ni mjukuu wa Mwenengalu Chensichamfipa. Mwenengalu ndio aliyetamka jina la Sumbawanga na ni Chifu Kapufi wa tatu. E, ndugu mtangazaji, mimi kwanza ni washukuruni nyie watangazaji. E, nyie ni watu muhimu sana kwa sababu tungilifanya lile tukio hivi hivi bila kuwepo nyinyi wala usingezipata hizo comment. Sawa. Lakini ni kwa sababu mlijitolea mkafika mahali hapa hatukuwapa chochote lakini mmejaribu kuonyesha umma wa Watanzania kwamba hiki kitu kinawezekana. Kwa hiyo kwanza niwape pongezi kubwa sana na Mwenyezi Mungu awajalie wa na muwe na moyo huo, huo huo, kwa sababu tungeweza kufanya lile tukio letu, letu hivi hivi kimya kimya na wala msingeweza kuelewa labda limetokea tukio hili, lakini mmekuja hapa mahali hapa Mkaji, mliji, mli, alibu muda wenu mwingi sana mmealibu e, muda wenu mwingi sana lakini mkalichukua ili tukio na mmeweza kulirusha ewani, na sasa angalia jinsi gani mnavyowapa faida wa, wa Tanzania. Mimi ni washukuru sana watangazaji, nyie ni walimu wakubwa sana kwa sababu bila nyinyi leo hii usingerudi hapa. Ni kwa sababu gani nazungumza hivyo? Mmelirusha hili tukio na watu wameangalia na wengine wanasema labda ni tukio la kichawi. Ukweli tukio hili sio la kichawi, hili ni tukio la kiimani, kama vile watu wanavyoenda kwa Mwamposa pale na kuomba, si unaonaga na Mwamposa anawamwagiaga na maji e, mtu maji akimgusa anapona. Kwa hiyo na hapa ni sehemu ya matukio kama hayo, utakuta kama kuna watu wana matatizo, kuna wengine wanakujaga hapa wamepalalaizi wanakuja wanatembelea fimbo zao, wanaingia mahali hapa, hawaguswi omba anatoka na, na fimbo nyingine tunazo mle ndani. Kwa hiyo nikuombe ndugu mtangazaji, niwapongeze sana, msichoke kuja kuchukua matukio kama haya, jitoleeni. Mimi naamini Mungu atawaja, atawaja, atawaja, atawaja, atawaja, atawajalieni. Asante sana. Pengine unawaambia nini, uh, wananchi uh, wa Tanzania ambao hawaamini haswa kwenye upande wa kimila? Embo waamini Mbona wakienda kwa mamposa wanaamini, wasi wa, ni, ni kwanini wasiamini? Kwa kwanini nasema waamini, mimi nachozungumzia kwamba waamini kabla, yani Mungu alivyoumba nchi hii aliwakabidhi mamwene. Kwa hiyo kabla hata ya dini waliokuwa wenye dini zao walikuwa ni mamwene. Sasa leo hii ukimwona Chifu Kapufi ni huyu ah, kijana, lakini kuna wazee wake waliopita walikuwa wanaweza kutambikia, na ndio maana nasema hivi tujaribu kuhalisisha. Kwa mfano mimi, nisingelisishwa leo hii, msingeniona ni kwamba ningizidharau hizi mila, leo hii msingeniona, si mnaniona ni chifu kijana, leo hii msingeniona. Lakini mimi nawaomba wananchi wasiamini kwamba ni ushirikina. Hii ni kama dini zilivyo nyingine, na hata wazungu walivyokuja walikuja wakaomba ushauri kwa wao, nani wazee wetu mamwene tufanye nini? Na ndipo walipomshawishi Mwenengalu akabatizwa. Umeona, walipomshawishi Mwenengalu akabatizwa na watoto wake wakiwa wakubwa. Baba yangu mimi alikuwa na umri wa miaka kumi na tatu. Alikuja akapewa nani kipaimara na komunio na kubatizwa, na ndio mama yake Mwenengalu akaenda kufunga ndoa na mzee wa Ngao e, sasa niambie, angalia namna hiyo wazungu walioleta dini walikuja kwa wanani kwa mamwene e. Kwa hiyo mimi niwaombe wa, wa, wananchi niwaombe niwaombe, niwaombe, kwamba hizi hapa sio imani za kishirikina waje mahali hapa, na ndio maana unaona sasa hivi kuna magonjwa mengi ya ajabu ajabu. Kuna mtu nasikia na kansa yako nini hivi nah, vyote hapa vinatibika vina, vina tu tena, sio kwamba upewe dawa, hapana. Njoo hapa utaomba, lakini na kuna sehemu ya sadaka sio kwamba unaomba bila kutoa sadaka, kwa sababu wanasema hivi mtu anayetoa sadaka ndio Mungu anasikiliza maombi mm yake. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya ibada okay. Eh. Nikushukuru sana sasa, kwa kumalizia, mvua imeshashuka na inaendelea kushuka, tutegemee nini sasa chifu? Ah, ni mazao okay. Eh, nadhani unaona hata weo unavyotembea majani ni ya kijani sasa hivi wakati majani yalikuwa meisha mekundu mekundu, nadhani na, na unaona mvua yake ilivyo haina radi. Ni kwamba tuliomba tukamwambia Mungu tunaomba utuletee mvua isiyokuwa na radi, mvua isiyokuwa na upepo, na bado tunaomba kwa sababu Mungu anasema kila wakati niombeni, yaani kila wakati niombeni. Na ndugu mtangazaji, mimi nasema hivi, kwa kuja kwako hapa utaona utakavyopaa utapaa vizuri tu, na tunategemea utakuwa ni mtangazaji mzuri na ni mkubwa kabisa, kama tunavyoona watangazaji wengine wa hizo. Ni baraka mimi nakupa, na ninamuomba Mungu aweze kukuzidishia maisha marefu, ufikie umri kama uliokuwa akina Mwenengalu. Mwenengalu alifariki akiwa na umri wa miaka mia na ishirini kwaiyo, mimi nakuombea hilo, na usichoke kuja kwenye imaya hii. Karibu sana. Nashukuru sana chief. Eh, bana nilikuwa naongea na chief kuhusiana na tambiko ambalo limefanywa siku tatu zilizopita na matokeo yake vile ambavyo tulikuwa tunategemea ndio imekuwa. Kwa hiyo sasa uh, zile comment na messages za kuuliza kwamba imekuaje, uchawi, majibu umeyapata hapa. Na pia wewe pia unakaribishwa kufika maeneo haya hapa ili nawe kuja kupata baraka kutoka kwenye ngome hii ya machifu, yani kwa Chief Kapufi. Ehe. Kwa hiyo sisi tuko hapa na sisi tunapata baraka, lakini mbali na hiyo tutaendelea kupata update mbalimbali mbali kutoka kwa chifu na kutoka sehemu tofauti tofauti ndani ya mkoa wetu wa Rukwa, anazungumzia wilaya ya Sumbawanga na mikoa tofauti tofauti. Mi naitwa DJ Mwasa kutokea ngome ya kichifu katika eh, kata ya Sumbawanga Asilia. Niwatakie utazamaji mwema wa video itakayokuwa inafuata. Yes, ebana, niko na blaza hapa ambaye anafahamika kwa jina la David Wedding. Huyu ni mtaalamu wa kuchomelea, kwa maana ya kwamba unahitaji madirisha ya grill mazuri na yenye urembo na mwonekano mzuri, unahitaji mageti mazuri na yenye urembo, lakini pia na mwonekano mzuri, unahitaji kitanda saizi yote, kuanzia nne mpaka sita kwa sita na chenye mwonekano mzuri, chenye kuvutia, unahitaji jiko la kuchomea nyama kwa ajili ya biashara, lakini nyumbani kwako yupo jamaa anaitwa David eh, Wedding ambaye ni mtaalamu wa kuchomelea. Lakini pia huyu jamaa anapatikana ndani ya Sumbawanga, karibu kabisa na benki ya NBC pale, lakini ng'ambo yake. Huyu jamaa kupitia mitandao yake ya kijamii anafahamika kama David Alphonse pale Instagram, lakini pale Facebook anafahamika kama David Alphonse. Unaweza ukaangalia kazi zake jinsi anavyofanya, lakini pia unaweza ukachagua ni kitu gani unahitaji kupitia picha ambazo anaweka katika mitandao yake, lakini kama uh, pia unahitaji mawasiliano namba 0752238073. Anaitwa David Wedding kutoka Sumbanga karibu na mitaa ya NBC Bank. Lakini pia unaruhusiwa kuwekeza kwa maana kwamba ukiwa na hela ndogo unaweza ukaanza kulipa kidogo kidogo ikiwa kazi inaendelea kufanyika.